A, uh, karibu Mkufuu TV. Bro, mwalimu wako bado anakupiga kata development bro. Jana nikajiambia nitajificha kabisa, hata sitaenda kanisani nitajoin online service eh. Hiyo ilikuwa master plan. Ilikuwaje? Si nimejibonda kwa sitting room, nika set laptop, nikaweka volume low nisisikie chochote kuhusu food. Ewee! He? Sasa mwalimu aliweza kukupata aji? Sasa si pasta akasema, karibuni wote wageni wapya na wanaojoin online sa hizo mwalimu akakoment kwa live chat akasema, wewe kijana, hata online umejoin, juu unajua kuna link ya ku order food delivery kwa wanaojoin online service <laughs> hmm. sahiyo Pastor akaona hiyo comment akasema kwa Mike, wewe kijana, najua maombi yako lazima yawe na subject ya yeah, God bless this meal.